Karibu kwenye podcast ya Dr. Chris Mauki, mwana saikolojia, mshauri na mwalimu katika masuala ya mahusiano familia, malezi, pamoja na maendeleo binafsi. Hapa utajifunza kuhusu malezi sahihi yatakayoboresha maisha ya familia yako, mbinu zitakazoenda kuimarisha mahusiano yako, pamoja na maarifa na ujuzi utakao kujenga kiakili na kukufanya ufikie mafanikio yako binafsi karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Nimekutana na watu wengi sana ambao baada ya kupita katika majaribu na vikwazo, maji mengi katika maisha yao na upepo mkubwa ukawasumbua, ukawa wamekuwa wakiamini kabisa kwamba something is wrong somewhere, kuna kitu wamekosea, kuna kitu wamefanya dhambi, kuna kitu hawajakaa vizuri na Mungu kuna kitu hakijaenda sawa, kuna kitu anatakiwa kutubu. But let me tell you today, sio kila bahati mbaya, majaribu, kuumia, kupoteza kunapokujia umefanya vibaya, umeharibu. No way, sio kila. Unapokuwa na discernment spirit na roho ya kuelewa vitu vinavyotokea kwenye maisha yako, utakuja kugundua sio nyakati zote ambapo umepita kwenye magumu ni kwa sababu ulifanya mabaya, ni kwa sababu ulikosea, no. Ziko nyakati Mungu anatumia magumu, anayaruhusu magumu ili kutufundisha. Ziko nyakati Mungu anaruhusu magumu ili kututoa katika level moja, kutupeleka level nyingine. Kuna nyakati Mungu anatumia magumu kama mitihani ili uweze kwenda form 3, lazima ufanye mtihani wa form 2. Uweze kwenda form 5, lazima ufanye mtihani wa form 4. Anatumia magumu na mapito ili kukualify uweze kutoka sehemu moja kwenda nyingine, ili aweze kukuamini zaidi kwenye vitu vya ziada, ili aweze kukuamini zaidi kwenye uongozi fulani, kwenye nafasi fulani, kwenye huduma fulani, anaruhusu mapito fulani uyapitie. Ziko nyakati unapita kwenye mapito, ni kwa sababu kuna mabadiliko ambayo unatakiwa unolewe, uwe beta kwa sababu mbele yako kuna vitu vinakuja. Ziko nyakati ingine unapitia machungu sasa hivi, ni kwa sababu unaandaliwa, kwa sababu ya dhoruba kubwa mbele. Kwa hiyo, hii unafikiri umefanya kosa, hapana, unaandaliwa kama ambavyo watu wanakwenda depo, ana gara gara huko kujiandaa na jeshi, kwa sababu mbele yao kuna mambo mengi zaidi.